Halo, naitwa Dr. Godwin Gunewe, balozi wa ufalme wa mbinguni. Naomba leo nizungumzie dhana au concept muhimu sana inayoitwa imani, na neno hili pia sio dhana ambayo inaweza au inayotumika kwenye dini na madhehebu. Neno uh, imani uh, ambayo kwa Kiingereza tunatumia neno faith, neno halisi ambalo wezetu wa Greek kumetumia katika ile katiba ufalme au Biblia, katika lugha ile ya asili ya Kigreek wametumia neno pistis. Sasa ili neno pistis ni neno ambalo linatumika sana katika nchi za kifalme miaka ya zamani sana. Neno hili linamaanisha ni ile, ni ile hali ya uwezo wa kiuzalendo wa kuiamini serikali ya ufalme husika, yaani unapomwamini mfalme, unapomtegemea na kumtumainia mfalme kwamba serikali yake nchi yake ina uwezo wa kufanya jambo lolote kwa ajili yako, hili ndio tunaita neno pistis. Kwa hiyo imani, uwezo wa, yu, na uzalendo wa kuiamini serikali ya kifalme na mfalme mwenyewe, na kumwamini mfalme na uweza wake, hiyo tunaita neno pistis neno la kuja imani. Kwa hiyo hili uh, neno li, sio neno la kidini, ni neno ambalo linatumika sana katika nchi za kifalme. Lakini katika nchi za kidemokrasia, wao wana neno patriotism, uzalendo. Yani uzalendo katika nchi za kidemokrasia, ana mtu anavyoweza kujitoa kwa sababu ya nchi yake, kwa sababu anaipenda na kuiamini. Lakini kwenye nchi za kifalme, wao wana neno imani. Eh, maanake ni kwamba ni ile ule uwezo wa kizalendo wa kumwamini mfalme asilimia mia moja na serikali yake, kwamba ina uwezo wa kufanya chochote, kwa sababu huna shaka nayo kabisa. Unapoiamini serikali ndo inaitwa neno pistis, imani. Waneno imani sio dhana katika nchi za ki, sio dhana inayotumika kwenye dini au madhehebu. Hapana, ni concept, ni dhana katika nchi za kifalme uwezo wa kiuzalendo wa kumwamini mfalme na serikali yake kifalme, ukiamini kwamba yeye anaweza akakufanyia vyote kwenye nchi, kwa sababu kwenye nchi za kifalme mfalme ndio lord maanake, mmiliki wa nchi, lakini yeye ndio anayewajibika kuleta ustawi wa kila wa ustawi wa kila raia wa nchi. Kwenye nchi za kidemokrasia anayewajibika kuleta ustawi wa nchi na raia wake ni mfalme, lakini kwenye nchi za kidemokrasia iko kitu akipo kwenye nchi za kidemokrasia unawajibika wewe mwenyewe, lakini nchi za kifalme mfalme ndio anayewajibika kukuletea maendeleo, kukupa maisha, kukupa miongozo ya namna ya kuweza kuwapi, wakupe ardhi ya kulima, upewe nini, upewe nini. Kwa hiyo, kwa sababu heshima eh, ya mfalme ni watu wake. Mfalme anamiliki watu, yeye ndio lord owner, anamiliki watu, anamiliki nchi kwa hiyo nchi inapokuwa maskini, yeye anafedheeka, anapata aibu, ndio maana yeye ndio anayewajibika. Kwa hiyo wale watu wote walio ndani ya ule ufalme wanapaswa kuwa na uzalendo na kuitegemea serikali ya huyo mfalme na ufalme mzima kwa asilimia mia moja. Ndio maana kitaalam, wawezetu wa Griko wana neno pistis, maanake ni neno la kisiasa katika nchi za kifalme, political term. Ni kingdom countries au monarchy countries. Asante sana. Naomba kama una swali basi utaweza kunipigia kwa namba ile ile. Serikali ya mbinguni kubariki sana sana.